Kila kitu kinaenda vizuri, tuko kwenye maandalizi ya kuelekea mchezo wetu unaofuata ambao uh, tutacheza pale Singida siku ya tarehe 28 kwenye uzinduzi wa uwanja wa uh, Singida Black Stars. Uh, kila kitu kinaenda vizuri, tumerejea mazoezini kwa wachezaji wale ambao hawajapata nafasi za kuitwa kwenye timu zao za taifa. So, kila kitu kiko vizuri kuelekea mchezo huu, na baada ya hapo mchezo wa FA tarehe 29 dhidi ya Songea United, baada ya hapo Tabora tarehe mbili. Hali ya wachezaji iko vizuri, kama ambavyo unajua ukiachilia mbali uh, kuasi ya watohola ambaye anatoka kwenye majeruhi uh, kikosi kizima kiko vizuri na kama ambavyo unaweza kuona wote wako mazoezini na ukitoa wale ambao wako kwenye timu za taifa. So, kila kitu kiko vizuri. Tunaamini kwa kundi hili la wachezaji ambalo liko hapa, tutakuwa tayari kuweza kufanya maandalizi kuelekea michezo hiyo ambayo iko mbele yetu, lakini na wale ambao kwenye timu za taifa watakapojiunga na sisi, tutatengeneza muunganiko mzuri. So kila kitu kiko vizuri, tuna imani tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya vizuri kwenye michezo hiyo inayokuja ya